Baadhi ya wabunge katika kaunti ya Kakamega wamejitokeza na kumtetea Rais William Ruto dhidi ya shutuma za upinzani wanaodaiwa kujaribu kuhujumu utawala wake. Ni taarifa yake Amunya Otieno. Wakiwahutubia waumini wa kanisa la KAG Koromaiti na ubunge la Lugari, wabunge nabii na bwera wa Lugari, Bernard Shinali wa Ikolomani, Fredi Kana wa Shinyalu na Els Muhanda <mimu> wa kaunti ya Kakamega wamewasuta vikali baadhi ya viongozi wa upinzani wanaodai kuwa wanapanga na kufadhili mipango ya kuyumbisha uongozi wa Rais Ruto. Ona akipigwa vita na wale wengine wale waliokuwepo, wale akina rais aliyekuwepo Uhuru Kenyatta, ni kwa sababu Rais William Ruto amewashangaza. Ile kazi amefanya kwa miaka mitatu imezidi ile ambayo walifanya zaidi ya miaka kumi na hata ishirini wao hawakufikiria. Watu wa Rugari wanaona Ruto amewapatia lami amewapatia market, anawapatia hostels. Ukabila yao imeanza kuonekana, ndio kwa sababu unaona sasa wameanza kulalamika, sijui tunajipanga kuona hii tunataka sijui nini. Kazi wanajua peke yake nikupandika watu majina, na ukiona mnapigana na mutu anaanza kutusi, jua huyo umeshinda. ta t ya rokalonzo ta Kalonzosiwayombakhakho echo muno ta mardha karuwa siwayombakhakho livukana muno ta kashakwa siwayalyesa misala kyefu muno mana ukhayire zari ari Ruto ta olenyaa wina olenyaa wina enywe avandu vawina viongozi hawa pia walitumia fursa hii kukosoa utendakazi wa gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa aliniita mosquito mimi ndio huyu, lakini huyu mosquito is giving him sleepless nights, eh? A focus of Kakamega people is that we must lazima tukomboe kaunti yetu. Na mimi nasimama hapa kama mpika kura, nilisikia wakisema nikitaka kuuliza maswali niende MCA. I voted for Governor Barasa kama umenipigia kura, una haki ya kuniuliza maswa, maswali. Na Kakamega ni yetu wote, mpaka tutaulizana, hatutanyamaza. kama unasema wabunge waende MCA, wanakuja hiyo kiti yako, that is what we should take kulingana nao. Gavana Barasa amekuwa akipokea mabilioni ya fedha kutoka kwa serikali kuu, ila wakazi wa kaunti ya Kakamega hawana cha kujivunia kutoka kwa utawala wake. tukiwa na uparanya tulikuwa tunachenga 60 ECDs. kwa miaka mitatu zaidi tungekuwa tumejenga 180. zimejengwa ngapi? ile shida tuko nayo naye ni kwamba ile kazi ambayo anafaa kufanyia wananchi wa Kakamega haifanyi na haitimilizi. watu wa Kakamega wanasema they cannot see 53 billion. Oparanya alianza na 6 billion tuliona hiyo kazi akaenda kwa 9 billion tukaona kazi, akamalizia aka na 12 billion, hata haikufikia hiyo 53, lakini simuliona kazi ya Oparanya ama namna gani? Simuliona ma ECD, si madawa ilikuwa hospitali, saa hizi ko wapi? So we are saying baraza must go, semeni baraza must go. Joseph Amnyotieno, West TV Lugari County.